Sokoni kuna heka heka nyingi za akina mama na akina baba ambao wanauza mboga mboga, lakini changamoto kubwa inajitokeza pindi mboga hizi zinapobaki bila kuuzwa. Uhifadhi wa mboga unakuwa mgumu, hasa kutokana na hali ya hewa na kusababisha mboga nyingi kuoza na hatimaye kutupwa. Katika uhifadhi kiukweli, sisi hatuna elimu yoyote ya kuhifadhi, tunahifadhi vile tulivyowakuta wenzetu wakinamama walivyokuwa wanahifadhi, kwa sababu mimi hapa nina mwaka kama wa tisa. Kwa hiyo kuna niliyowakuta jinsi walivyokuwa wanahifadhi, kama hivi, mboga imebaki, unafunga vizuri, unarudia kuifunga, unatafuta vijimaji, unachanja kidogo, unatafuta roba, unafunga, unahifadhi. Ukisha hifadhi, kesho ukija, unafunua. Kama iko vizuri unauza, kama iko vizuri basi, tayari ni hasara. Uhifadhi wa mboga inategemea na mboga yenyewe. Kama ni nzuri, kesho inaweza ikaamka vizuri, ukaitengeneza vizuri, ukachomoa chomoa, ukauza. Lakini usitegemee sana yaani, usitegemee sana kwamba hii mboga imelala, labda kesho nitauza. Usitegemee sana, kwa sababu unaamka asubuhi, mboga na joto hii, unakuta imeharibika. Unaweza ukaikuta hii ya njano ukaikuta imeoza hivyo. Yaani, kwa serikali ingetusaidia wafanyabiashara wa mabibo kutupa elimu hiyo ya kukausha mboga na tukataftua masoko ya kuuza mboga, mboga zilizokaushwa tungeshukuru, lakini sisi utaalamu huo hatuna. Kila siku sisi ni wa kutafuta misingi mipya mitaji mipya eh. Lakini mamlaka zinasemaje kuhusu hili? Tunaiweka kwanza, wafanyabiashara waweze kupata mazingira yaliyokuwa bora ya kufanyia biashara. La pili tunataka wafanyabiashara waweze kupata elimu ya zile biashara zao wanazozifanya, kwa sababu mfanyabiashara asipokuwa na elimu kila siku atalia na hasara. Hiko ndo kikubwa zaidi, mfanyabiashara anapopata elimu. Hata ule mitaji ya wafanyabiashara siku zote wadogo ni midogo. Sasa wanapopata changamoto wanakuwa wanakufa kabisa, ila tupo katika mpango kazi wa kuwapa elimu ili hata ile biashara yake anapoifanya basi ajue hata inapobakia basi aweze kuihifadhi vizuri ili mtaji wake usife. Tuna uhitaji wa elimu kwa wafanya biashara wetu hasa katika eneo la uhifadhi. Tungekuwa tunapata elimu ya kutosha katika eneo la uhifadhi, hasa masuala ya usindikaji na uhifadhi wa kitaalamu, basi hii ingetusaidia sisi kuhifadhi vizuri bidhaa zetu zinazobaki katika katika soko na kuwa tena na thamani kwa wakati mwingine au kwa sehemu nyingine yoyote. Kama ambavyo umesikia wafanya biashara wanahitaji soko la nje. Nafikiri hii inaambatana ina pia na uhifadhi mzuri na, usindiki, na usindikaji inaweza kutuwezesha kufanikiwa katika eneo hilo. Jambo hili lilimfanya Christabella kukuna kichwa baada ya kuona ujasiria mali wanavyokutana na changamoto ya uhifadhi wa mboga mboga sokoni, na hivyo alijizatiti kutafuta suluhisho ili kupunguza upotevu na kuongeza thamani ya mazao kwa kutumia kaushio la mwanga wa jua. Hili ni eneo la uzalishaji ambapo mchakato mzima wa usindikaji unaanzia hapa. Kwanza tunavaa viatu, lakini pili tutavaa kofia kwa ajili ya kufunika nywele kwa ajili ya usalama wa chakula. tutakupatia gloves kwa ajili ya kuvaa mikononi. Tunavaa kwa ajili ya kupunguza ya kuzuia uchafu wote ambao uko katika mikono usiingie kwenye zao leo au kwenye bidhaa yetu. Kwa hiyo tunavaa gloves, na katika kuvaa gloves lazima uhakikishe ya kwamba urembo hauna mfano, kama hereni, saa, bangili kama okay, wewe hivi, we, mk lazima uvue saa, tutasema. Lakini hiyo lak, ni sheria hii hii. <laughs> tut, tutaiweka pembeni <laughs> kwa hiyo kwa hiyo tumia zigloves zetu. Biashara hii sisi tumeanza toka mwaka 2015 lakini kufikia mwaka 2023, na tuliingia makubaliano na shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania TIRDO eh, kwa ajili ya kuongeza thamani mazao ya samaki, mbogamboga pamoja na matunda kwa hiyo tunaongeza tuna thamani haya mazao hayo kwa kutumia teknolojia ya ukaushaji wa jua, ama kwa Kiingereza tunasema solar dryer technology. Kitu ambacho kilitusukuma ni kutokana na upotevu wa haya mazao. Mfano ukichukua labda nyanya, karoti au matembele, kisamvu, yaani kukihifadhi kwa njia ya kawaida kitakaa kita kwa, kwa siku chache, lakini ili kiweze kukaa kwa muda mrefu basi tu, tunahitaji teknolojia ambayo ingeweza kutusaidia. Kwa hiyo tumekuja na hi, hili wazo ili kuanza kupunguza upotevu wa vyakula. Mfano, ukienda masokoni unaweza ukawa wewe ni shahidi yangu, unaona ni kwa jinsi gani mboga nyingi zinatupwa. kwa kwa hiyo tukaona kwamba tuwe na hii teknolojia ambayo itatuwezesha sisi kuhifadhi hivi vyakula viweze kutumika kwa muda mrefu. Mboga mboga hizi mara nyingi sisi tuna, tunazipata kutoka kwa wakulima kupitia wakinamama ambao wengi wao tunawapata kwenye soko la Mabibo pa, na hizi mboga mboga tunazitoa sana sana Morogoro, ambapo tunaangalia ubora kwamba hii, hii mboga inatoka wapi ubora wake, hata, hata mwenyewe ukiiangalia hii mboga unaiona kwamba ni mboga ambayo ni nzuri lakini pia tunaangalia hata kule kuna wanapozalisha wanazalisha vipi. Kwa hiyo tunakwenda kwa wakulima ambao wanalima hizi mboga mboga, na ni kwa ajili ya kilimo biashara. Kwa kweli, kwa kutumia teknolojia yetu ya ukaushaji kwa njia ya jua, solar dryer, mboga yote ile unaweza ukahifadhi. Tena sio mboga tu, hata nafaka unaweza ukahifadhi lakini kwa sasa sisi tumebezi kwenye masuala haya ya mboga mboga, kuongezea thamani mboga mboga pamoja na matunda, kwa sababu tumeona kwamba kwanza yanapatikanika kwa wingi sana. Kwa hiyo tumeona kwamba ili tuweze kuinua uchumi wa wale akina mama ambao tumefanya nao kazi, kwa hiyo tukaona kwamba mboga mboga mbalimbali ikiwemo matembele, kisamvu, chinese, spinachi Eh, hivyo vyote tunakausha tunakausha, mpaka vitunguu pamoja na nyanya, karoti, vyote hivyo tunavikausha. Sasa hapa ndipo tunapopokelea mzigo wetu, na tunapopokea mzigo ukitoka sokoni, tunakuja hapa tunatumia makasha yetu haya kuweza kupokelea mbogamboga mboga zetu na bidhaa nyingine kama tu hapa kama mnavyoona kuna mzani. Tukitaka kupima kwamba ni, ni, ni kilo ngapi, basi mzani wetu huu unatusaidia kuweza kupima kilo, lakini kwa jinsi ambavyo tunapokea mfano kwenye mboga ya matembele huwa tunahesabu yale mafungu, tumepokea mafungu mangapi. Hivyo mfano kama hapa tumepima, tunaona kwamba hizi ni kilo tatu na gramu 98 hii mboga yetu, hmm, eh, yetu, tunaweza tukapata kilo ngapi sasa tukikausha? maana yake ni kwamba tunaenda kuondoa yale maji, tunaweza tukapoteza tuka hata kilo moja na nusu ya hiyo <laughs> eh, eh, eh, eh. Badala ya kilo 3.5 sasa tunapata nusu yake, sawa sawa, saw, saw, kabisa. baada ya kuzichambua zile ambazo hazifai tumezitoa basi tunakuja kuziosha mboga zetu. E, kwa kweli kuna kosa ambalo huwa tunalifanyaga kwenye uchambuzi wa mboga. Mboga kiutaalamu inatakiwa unaiosha kwanza ndiyo unaichambua ili usiweze kupoteza vile virutubisho. Kwa hiyo mboga yetu hii ili tuweze kuhifadhi vile virutubisho tunaanza kwanza kwa kuiosha na maji tiririka, unaweka kwenye beseni maji ya kutosha unaweka mboga yetu kiasi kiasi, ili uweze kuiosha vizuri uhakikishe ya kwamba eh, mboga imesafishika vizuri kabisa. Baada ya kuosha mboga zetu kama mlivyoona kwa maji safi tiririka, tumehakikisha mboga yetu haina mchanga na taka taka zote tumezitoa, tunakuja kwenye hatua ya pili kwa ajili sasa ya kwenda kuzichambua. Hii meza ni maalum kwa ajili ya kuchambulia mboga mboga au kukatia matunda, na kama unavyoiona ni stainless, na imeoshwa vizuri na tumeisterilize vizuri. Kwa hiyo ni meza ambayo ni salama kabisa. Kwa hiyo mboga zetu hizi tunakwenda kuziweka kwenye meza yetu kwa ajili ya kuchambua sasa kiurahisi. Kinachofuata, sasa, hii mboga yetu ambayo tu imechambuliwa, tunakwenda kuifanyia kitu kinachoitwa blanching. Sasa kwenda kufanya hii hatua ni kwamba tunachukua mboga zetu, tunakwenda kukifunga, tunazifunga tuna hizi kwenye kitambaa kile cha chakula ambacho tunasema ni chenye weupe mwingi au wakati kwa hiyo tunakwenda kufunga kwenye hicho kitambaa tunasema ni food grade material kwa ajili ya kwenda sasa kutumbukiza hizi mboga zetu kwenye maji ya moto. Hilo tendo kwa Kiingereza tunaliita blanching. Kwa hiyo kwenye moto yanaenda kupita dakika tu. Kwa hiyo tutakwenda kukuonyesha namna gani tunafunga hizi mboga zetu na namna gani tunavyokwenda kuzifanyia hiyo blanching. Sasa hiki, ndile, hiki ndicho kile kitambaa chetu ambacho nimekueleza. Kwa hiyo hapa tunakwenda kufunga zile mboga. Kwa hiyo naomba hizi mboga zako zote ziweke hapa, zimwage, eh, ziweke tu, zimwage ahiyo enda kufanya blanchi. Utaziweka mboga kulingana na ukubwa wa kitambaa chako. Hapo unaweza kuongeza zaidi au la, uh, lakini kwa, kwa, tunataka tuna watu waweze kuelewa namna gani, basi tunakwenda kufunga hizi mboga tunapokwenda kufanya, ujue hii mboga tumesema itakaa kwa muda wa mwaka na uweke kihifadhio, na kihifadhio chetu sisi tunatumia chumvi peke yake. Kwa hiyo tunatumia chumvi, tunakwenda kutengeneza solution ambayo ni maji pamoja na chumvi. Kwa hiyo tunakwenda kuchanganya mchanganyiko huu kwa kiwango ambacho tumekiandaa. Kwa hiyo tunakwenda kuchanganya hii chumvi kulingana na kama dakika moja tu inatosha, hiyo ndio blanching. Hazitakiwi ziive e, mboga zetu hazitakiwi ziive kama unavyo, unaisikia harufu harufu ya mboga unaisikia e, harufu ya tembele kabisa unaisikia. Mboga zetu kama unavyoziona, fungu lilikuwa kubwa, lakini limenywea ghafla. Kwa hiyo tunatoa mboga yetu baada ya ya kuiacha ndani ya dakika moja ndani ya maji ya moto tunakwenda kuitumbukiza ndani ya maji ya baridi, kitendo cha upikaji wa hii mboga. Kwa hiyo tukiweka kwenye maji ya baridi ile prosesi yote ya upikaji inasimama ina, ina, ina, ina, lakini pia kuipa, kuzifanya hizi mboga zetu ziwe na rangi nzuri, ile rangi inakuwa maintained ukiitumbukiza kwenye maji ya, ya baridi, baridi. Baadhi ya hatua za usindikaji wa mbogamboga zinafanana na zile za matunda ambapo pia matunda huandaliwa kwa umakini na usafi wa hali ya juu ikiwa ni pamoja na kuosha, kukata na kuondoa mabaki yasiyohitajika ili kuhakikisha usafi wa bidhaa yetu kama mnavyoyaona hapa, tayari tumekwisha yakatakata. Tunakwenda sasa kutengeneza mchanganyiko wa maji na limao. Kwa hiyo haya ni maji yetu, tunakwenda kuweka vijiko 15 vya limao kwenye haya maji na kwa, na kwa nini tunafanya hivi? tunafanya hivi ili kwanza, hii limau inakuwa kama ni kihifadhio, lakini pia inakwenda kusaidia haya maembe yetu yasibadilike rangi. Uto hapa tayari na kukoroga mchanganyiko wetu huu mchanganyiko wetu namageona na. Sasa tukishaweka hapa hivi, tunaacha huu mchanganyiko wetu ukae ndani ya dakika kumi ili sasa ile nimao iweze kuingia vizuri na kuweza kufanya kazi vizuri ndani ya dakika kumi. Lakini pia haya maganda ambayo tumetengenezea limau yetu hatuyatupi. Hii pia ni malighafi. Haya tunakwenda kuyaanika, yakisha kauka tunakwenda kuyasaga. Tukishayasaga tunapata unga wa limau, wa maganda ya limau. Huu unga ni mzuri sana, unaongeza kinga ya mwili, lakini pia ina vitamini nyingi sana. Kwa hiyo tunatengeneza pia unga wa maganda ya limau pamoja na unga wa maganda ya maembe. Na hapa zitakuwa tayari kwa kusindikwa. Hili ni kaushio letu linalotumia mwanga wa jua ili kukausha mboga mboga na matunda, na limejengwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha chakula kinakuwa salama na hakipotezi virutubisho muhimu. Hapa nilikuwa nakausha, naanika tembele letu. E, matumizi ya hili kaushio ni sawa sawa tu na matumizi ya hili kaushio kubwa, lakini kwa wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanajishughulisha na hizi biashara za mboga mboga, samaki, hata nafaka pia, kuweza kuwa na kifaa kama hiki hiki, kwa kweli ni kifaa ambacho ni kizuri, kinaweza kikawasaidia katika kukausha hizo mboga mboga zao na mazao yao katika kwa kuzingatia zile hatua zote za usalama wa chakula. Kwa hiyo chakula chako kitakuwa safi salama kwa ajili ya mtaji ya mlaji. Teknolojia hii inahakikisha kuwa mazao yanahifadhiwa kwa njia asilia, huku virutubisho vikilindwa na hivyo kuongeza thamani bila kuathiri ubora wa chakula. Hili ndilo lile tembele letu tuliokwenda kulikausha na mwonekano wake unaonekana kama hivi. Hili ni tembele ambalo eh, ni kiasi cha gramu hamsini lakini unavyoliona hivi, ili tembele watu ni mboga ya watu wanne mpaka watano, na limekuwa hivi baada ya kutoa yale majimaji kwa kutumia lile kaushio letu. Kwa hiyo hapa tuna hiki, hiki. Hizi ni tembele, hizi ni karoti kama mnavyoona zimekaushwa kwa kutumia eh, mwanga wa jua. Hiki hapa ni kisamvu chetu, kile kisamvu chetu tulichokipika tukaenda kukikausha kwenye kausho letu la mwanga wa jua kimekuwa namna hii. Haya ni maembe navyoaona, haya ni maembe ambayo na yenyewe tumeya process katika hali ya usafi wa hali ya juu, tukakwenda tukaenda kuyakausha kwa kutumia kausho letu la mwanga wa jua. Na kama unavyoziona hizi zina dumu kati ya miezi sita mpaka mwaka mmoja bila kuharibika. Huu ni pa wa maganda ya maembe hapa. Hatutupi kila kitu, vitu vingine tunavitengeneza, kwa hiyo tunavihifadhi na vyenyewe. Sifa kubwa ya huu unga ni kwamba una nyuzinyuzi nyingi za kutosha, kwa hiyo tunawashauri watu, unga ni mzuri sana, unaweza ukatumia kwenye juisi au ukaweka kwenye chai ukipenda. Lightness ni mdhibiti wa ubora ambaye ana jukumu muhimu katika kuhakikisha usalama wa chakula hiki. Kwa umakini na uangalifu, anahakikisha kuwa mchakato wote wa usindikaji unafanyika kwa viwango vya juu vya usafi na usalama ili kulinda afya. Tunachukua kwa watu ambao tunawaamini na, na tumesha wafanyia utafiti kabisa wa kina kabisa kujiridhisha wao wenyewe wanavyolima mpaka zinafika hapa, ndicho ambacho tunakifanya kuanzia mwanzo kabisa malighafi kwa ajili ya bidhaa zetu. Zikishafika hapa kiwandani, tunapima ni kiasi gani, alafu tunaanza mchakato. Kwa matembele kama mlivyoona, tutaosha pia kwa kutumia maji yaliyo safi, maji tiririka, tunasafisha. Na pia sisi wenyewe ambao ni wafanyakazi tunajilinda, tunavaa vile vifaa maalum. Kila bidhaa ina namna yake kudhibiti ubora, hivyo ni kwa uchache tu zile ambazo pengine tumeziona hapa ila nyingine na zinazokuja, ndivyo tunavyozingatia kuanzia mzigo unapotokea unavyofika kiwandani, wakati wa uzalishaji, baada ya uzalishaji, na mpaka tunahakikisha tumefunga bidhaa yetu ikiwa ina ubora, ambayo ikifikia mteja inafika ikiwa na ubora ule ule. Kaushio hili hili unaweza ukakaushia hadi nyama, kuku na ukala bila shida yoyote. Kwa hiyo pia hii pia watanzania pia waelewe kwamba jua pia ni sehemu mojawapo ya nishati ambayo inaweza yakatumika tena nishati safi kabisa kwenye masuala ya kupikia. Matumizi ya mwanga wa jua katika usindikaji wa mboga mboga na matunda ni suluhisho la kisasa linaloleta manufaa kwa wajasiriamali na jamii kwa ujumla. Mbinu hii ya asili inasaidia kuongeza thamani ya mazao, kupunguza upotevu na kuboresha uhifadhi wa chakula bila kupoteza virutubisho muhimu. Hivyo ni wazi kuwa mbinu hii ni hatua muhimu kuelekea katika ustawi wa wajasiriamali na jamii zao huku ikichangia katika kudumisha usalama wa chakula na maendeleo endelevu. Mpaka hapo sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu.